Siku ya leo wanasame imekuwa sio siku nzuri sana aa, kuna ajali mbili zimetokea ambazo zimepoteza watu saba mpaka sasa na majeruhi sabini na sita. Ajali ya kwanza ilitokea majira ya sa saa saba usiku tumepata majeruhi hamsini na mbili, mama mmoja amefariki. Lakini hii ajali nyingine ambayo imetokea majira ya saa nne asubuhi tumepoteza watu sita na majeruhi ishirini na tatu. Kwa hiyo hali sio nzuri, lakini nawashukuru sana wa madaktari wangu DMO, uh, wa wilaya ya Same wamefanya kazi usiku wote, mpaka sasa hivi hakuna aliyeenda kulala ili kuokoa maisha ya, ya majeruhi ambao wameletwa hapa kwenye hospitali yetu ya wilaya. Niendelee kuwaomba tu uh, madereva kuwa waangalifu wanapokuwa wamebeba abiria, wamebeba roho za watu, wajitahidi sana kuwa waangalifu wanapokuwa kwenye barabara zetu za wilaya ya Same, na sisitiza wilaya ya Same kuna upepo mkali kwa barabara kuu. Kwa hiyo madereva wawe makini, lakini na hawa abiria wanaokuwa kwenye hayo mabasi, wanapoona kuna hatari, wanapoona mwendo ni mkali, wamwambie dereva kwamba apunguze mwendo ili kuokoa maisha yao. Lakini pia, ajali hii ambayo imetokea eneo la Bangalala ni ya wanakwaya ambao wametokea kata ya Chome, uh, walikuwa wakielekea kwenye huduma huko kata ya Vudee, ambao ndo wamepoteza maisha pale, sita wale ni wanakwaya wa kanisa la KKKT. Eh, ushirika wa Chome. Kwa hiyo Same tuko kwenye majonzi, lakini bado madaktari eh, na wananchi wa Same tunaendelea kutoa huduma mbalimbali, kwa sababu mkumbuke majeruhi wako sabini na sita na wengine hali zao sio nzuri. Leo tumepokea jumla ya majeruhi sabini na sita. Majeruhi wanatoka kwenye gari mbili tofauti, basi la kwanza nilipata ajali saa saba za usiku, tumepokea jumla ya majeruhi hamsini na tatu kati ya hao majeruhi watatu kwenda KSMC. Lakini pia around saa tatu saa tatu asubuhi ya leo pia tukapata majeruhi 23 3 ambapo hao majeruhi bado tunawapa matibabu, wako na hali nzuri baadhi, lakini baadhi pia wako serious. Mmoja yuko theatre saizi kwa ajili ya huduma ya upasuaji wa dharura, na tunamwombea Mungu aweze kutoka salama. Lakini pia tumepokea jumla ya miili sita, wanawake wanne na wanaume wawili wako kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Same. Asubuhi pia palikuwa na kifo kimoja, kwa jumla ya vifo ni saba iliweza jioni yeah. Tulipata ajali kule njono sa wakati tunakuja hivi, kuna gari limepishana, tukakuta tu gari lina yumbayumba hivi, linayumbayumba hivi, mwisho wa siku tukaviringita hivi baadaye sikujua kinachoendelea, kinachoendelea kaletwa hapa hospitali. Majina yangu naitwa Eliazina Edison Mkenda. E, tulikuwa tunatoka Mmeni kuelekea Ndola, tulikuwa tumealikwa kwaya Mmeni tangazeni. Lakini gari wakati imetoka mlimani kushuka bondeni, lipande mlimani Vude, ikapata ajali ndio wakatokea majeruhi. Gari ikaporomoka bondeni huko, wakaumia wa ajali wengine wengine walivyoanguka na gari, wengine wamevunjika, wengine wamekufa. Mimi ni Mwajuma Said Mari, nakaa hapa karibu na zahanati. Muda wa saa moja saa mbili mbili hivi nimesikia gari liki, nimesikia mgurumo. Baada ya kusikia mgurumo, ndio tukasikia kakaka kangu kwenye milima. Tuliposikia hivyo, mjukuangu akaniambia, bibi, toka nje, kuna gari limedondoka. Sasa ile gari limedondoka, nikamwambia, weacha kusema mambo hayo, ni ya hatari basi akaniambia haya bibi, lakini mimi sisemi uongo. Basi nikakaa muda kidogo, akaniambia bibi, toka kuna mayowe yanapigwa huko, toka nje. Basi tukatoka nje kuangalia, kweli watu wanapiga mayowe, wanakimbilia kule mlimani. Kwa hiyo, kilichoendelea zaidi ya hapo sikujua, kwa sababu nikiwapigia simu wale wa, wa, ambao wako huko sikusikilizana siku, siku, nao.